Pacome Zouzoua huyo akiwa anaingia hapa bandarini. Pacome yao ya kutora ya kwasi huyo yu akiwa anaingia hapa kwa pak Pacome Zouzoua huyo akiwa anaingia hapa bandarini jiji la Dar es Salaam kuelekea visiwani a yao kwasi yatora huyo akiwa anaondoka hapa

wachezaji wa Young Africans wakiwa wanawasili hapa bandarini jijini Dar uh, es Salaam. Shabarara Mohamed Hussein viongozi wa Yanga Africans, huyo Ibrahim Samuel, huyo akiwa anaondoka hapa katika bandari ya Dar es Salaam kuelekea kule Visiwani Zanzibar kwa mchezo wao wa Kombe la kabingwa bara la Afrika dhidi ya Far Rabat. Na mchezaji wa Young Africans Dickson Jobo Maxim, pia Zengeri Ofem Chikora kiwa wanaondoka hapa kuelekea kule visiwani Zanzibar. Mchezaji wa Young Africans, mchezaji wa Yanga Africans hapa Mutwaribu Sheria Ofem Chikora hapa, hapa kiwa wanaondoka hapa kuelekea kule visiwani

Na wote wote wakiwa wanawasili hapa bandali ya Dar es Salaam, huyo Sinki Mohamed Madu Dombia na Musa Barakonde, hapo wakiwa wanawasili hapa bandali ya Dar es Salaam kuelekea kule visiwani Zanzibar, huyo akiwa wanawasili hapa bandari ya Dar